Eh, jina langu naitwa Wolter Herman Kimaro ni mwanafunzi wa diakonia na natarajia kubarikiwa mwaka 2025. 25 siku ya kwanza kujiunga diakonia, mtazamo wangu ilikuwa nizifikie ndoto katika utumishi na katika kuitumikia jamii pia kwa ujumla. Ni naweza kumwambia kwamba ni huduma ambayo unaifanya kwa upendo katikati ya jamii na ina kufanya uishi maisha ya Kikristo vizuri ndani ya jamii na nje ya jamii pia. Hapana, sijawahi kujutia kuacha wala sijawahi kupitia wakati mgumu kwa kuwaza kuacha mafunzo ya udiakoni. Sijawahi kupitia kipindi kigumu katika safari hii ya maisha kwa miaka hii sita na, kwa sababu ni huduma ambayo ninaipenda na ninaifanya kwa moyo la ajabu sana. Asikumbuke, nahisi yote ni mazuri <laughs> kwa sababu ya huduma nilikuwa naifanya katika jamii tangu mwanzo kwa sababu ni matendo alikuwa na relate na diakonia, na kama ndio diakonia alikuwa anafanya katika jamii hani. Tuzidi kuhimiza vijana wengi katika, katika, katika jamii vijana waje kwa wingi, maana ni huduma ambayo kanisa linahitaji katika jamii. Masomo mengi tumeyapata ndani ya Faraja kwa miaka yote sita ni mengi ametujenga. Tunaweza kuhubiri, tunaweza kuimba liturujia, tunaweza kufanya huduma ndani na nje ya kanisa pia kwa ujumla.